Karibu kwenye ulimwengu wa tiba za mimea asili na matunda. Leo tunazungumzia tazinawasumbua wengi kwa aibu, fangasi wa majimaji, hususani sehemu za siri na mapajani. Usiogope, suluhisho iko hapa, kwa kutumia vitu vya kawaida tu vya nyumbani. Fangasi wa maji maji hujitokeza kama upele unaowasha wenye harufu na wakati mwingine hutoa maji maji meupe au ya njano. Mara nyingi huwapata wanawake na wanaume sehemu zao za siri, mapajani, makwapani au chini ya matiti kwa wanawake. Na ili kukabiliana na shida hii, utahitaji vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa utahitaji kuwa na aloe vera freshi, kitunguu saumu, asali ya asili, unga wa manjano na mafuta ya nazi au olive oil na jinsi ya kutengeneza dawa yetu, utachukua kipande cha aloe vera, upakata na utoe jeli yake. Saga kitunguu saumu vitatu hadi kupata jisi yake, changanya na kijiko viwili vya jeli ya aloe vera. Chukua juisi ya kitunguu saumu nusu, kijiko cha manjano na kijiko kimoja cha asali, kisha ongeza kijiko kimoja cha mafuta ya nazi. Hapo utakuwa umefanikiwa kuandaa dawa ya kutatua shida hii ya fangasi wa majimaji. Sasa jinsi ya kuitumia, utaosha eneo lililoathiriwa kwa maji ya vuguvugu, na utapakaa mchanganyiko huo sehemu yenye fangasi kwa dakika 15 hadi dakika 20. Fanya hivyo asubuhi na jioni kwa siku tano mfululizo. Usitumie sabuni wakati wa matibabu na kukumbusha, kuepuka kuvaa nguo za ndani za lailoni au za kubana sana. Vaa nguo kavu na safi kila siku. Usitumie mchanganyiko huu kwenye sehemu zilizokuwa na vidonda vikubwa au kama una mzio wa mojawapo ya kiungo nitukitaja.